Ha, hawa kuku wa, ni maarufu sana wanaitwa vijogoo. Kama imetokea bahati mbaya ukauziwa au umepewa, wanakusumbua hawakui, hawapati uzito, wanakumalizia pesa zako. Sisi Kingo Farm tunayo kanuni kwa ajili ya kuwalisha hawa kuku wakue kwa wakati, lakini pia hii kanuni ukiitumia, utatumia gharama ndogo sana kuwalisha, kwa sababu hii kanuni inatengenezwa kwa gharama ndogo sana. Utakapotengeneza chakula tunaiuza shilingi elfu tano. Ah, wafugaji, tumekuwa tukiwa overdose kuku au tukiwapa matatizo kuku pale ambapo tunakuwa tunawatibia kwa kuto kuwapa e, tiba ambazo ni sahihi. Kwa hiyo leo hii kwenye hii video bwana, ninataka nikupatie mwongozo mzuri kabisa wa kutumia hizi tiba za asili ili kuweza kuwanusuru kuku wako. Muda mwingine unaweza kuhisi hisi una tibu kuku wako, lakini kumbe unawapa dawa ambazo hawastahili wazipate na hivyo ukaleta matatizo mengi. Kwa hiyo kwenye hii video nitakwenda kukupatia e, ni dawa gani zinafaa kwa vifaranga na ni e, dawa gani hazifai kwa vifaranga, lakini nitabainisha nita umri sahihi wa kuwapatia vifaranga wako tiba za asili. Kwa hiyo hii video ni muhimu sana kuwahi kuisikia, isikilize mpaka mwisho, ili unapokuwa unawapa e, kuku wako tiba za asili, ujue kabisa hii tiba ambayo ninawapatia, ninawapa tiba sahihi kutokana na umri wao. Aa, hapa shambani kwetu sisi tumepunguza sana gharama za kununua dawa, lakini pia Aa, uh, tumepunguza vifo kwa asilimia kubwa sana. Aa, uh, tupate vifo kwa sababu ya kutumia tiba za asili. Na hizi tiba za asili ambazo tunazitumia, tunafuata mwongozo ambao upo kwenye kitabu hicho ambacho unakiona hapo, kitabu cha tiba za asili, hicho ni kitabu kizuri sana na sio hapa shambani kwetu tu, watu wengi sana walionunua hicho kitabu wamekuwa wakitoa shuhuda za kwamba kimewasaidia sana sana kwenye kupunguza gharama, lakini pia E, kupunguza vifo shambani kwao, ni tofauti kabisa na mwanzo ambapo walikuwa hawatumii hiki kitabu cha tiba za asili. Kwa hiyo wewe mfugaji ambaye unatazama, e, jipatie hiki kitabu cha tiba za asili kwa shilingi elfu kumi. Hiki kitabu kipo katika mfumo wa soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp au tutakutumia kwenye email. Wewe unao uwezo ukaenda kukiprinti steshenari. Kina peji ishirini na moja tu. Tupigie kwenye hiyo namba kama unahitaji hiki kitabu. Uh, sisi tuna jumla ya vitabu vitatu. Kwa hiyo vitabu vingine viwili ni safari ya ufugaji, pamoja na ufugaji wa broiler. Hiki kitabu cha safari ya ufugaji kina kanuni bora kabisa na mbinu bora kabisa za ufugaji. Kwa wale ambao wanaanza kufuga, wanafuga kuku wa kienyeji, wanafuga kuku chotala, kuku wa mayai, hichi kitabu kinawafaa, kitawapunguzia gharama na bei zake, kila kitabu kimoja ni shilingi elfu kumi. Vitabu vyote vipo katika mfumo wa soft copy, hata kupeleka steshonari wala usiogope. Hivi vitabu vina peji ishirini na moja. Uh, tukianza na kifaranga mdogo kabisa ambaye unampokea tunasemaga ni siku sifuri mpaka siku ya kwanza. Uh, vitu ambavyo unaweza ukampatia vya asili na tumekuwa tukielekeza sana kwenye video zetu hapa. Kwa hiyo kama wewe huwa unatufuatilia, nadhani vingine huwa tunafundisha kabisa jinsi ya kutengeneza tu jinsi ya kutengeneza molasses utaiona hii video lakini pia kuna apple cider vinegar hii apple cider vinegar uh, huwa inapatikana sana kwenye supermarket unaweza kuwapatia vifaranga wa siku sifuri mpaka siku moja lakini kuna asali na kitunguu saumu kwa hivi ni vitu pekee vya asili ambavyo unawapatia eh, kuku wako Siku sifuri mpaka siku ya kwanza e, havita waletea madhara yoyote kama utawapatia, lakini ukiwapa vitu vingine a, vinaweza vikaleta e, shida kidogo. Kundi la pili la umri ni kuanzia siku ya pili mpaka siku ya nane. Sasa a, hapa tiba nyingi zinaongezeka ume, utakuta kuna tangawizi kuna e, Kitunguu maji na vitu vingine vingi sana ambavyo siwezi nikavitaja hapa hapa. Nitakutajia vitu ambavyo e, haitakiwi wapatie kuku wakiwa na huu umri, maanake kuanzia e, siku nane kurudi nyuma, haitakiwi uwapatie mkaa, tiba ya mkaa yoyote ile inayohusika na, na mkaa. Usiwape tiba ambayo inahusika na majivu, usiwape na mwarobaini, usiwapatie kuku wako wakiwa na huo umri na, kundi la pili ni kuanzia siku ya tisa mpaka siku ya arobaini na tano hapa. Uh, vitu pia tiba nyingi pia zinaongezeka. Kwa mfano tumeona hapo nyuma mwarobaini haikutakiwa wapatie kuku wenye umri wa chini ya siku nane, lakini hapa utaongeza huu mwarobaini, utaanza kuwapa mwarobaini wakifika eh, siku ya tisa na kuendelea, utaanza kuwapatia mwarobaini lakini Uh, mkaa na majivu bado haito e, takiwa uwapatie kuku wako wakiwa katika huo umri, kwa sababu moja nitakwambia mwishoni kwa nini e, mkaa na majivu siwapatie, na kama utawapatia mkaa na majivu ni kitu gani kitakwenda kuwapata kuku wako, na unaweza ukawa shahidi kabisa kutokana na kuku wako labda walishapata hiyo shida kwa sababu ulitumia hizo tiba. Aa, lakini kuanzia siku ile 45 tuseme 46 sita kuendelea mbele, aa, tiba zote unawapatia. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba kuku wenye umri wa chini ya siku nane haitakiwa wapewe mkaa majivu mwa 40. Eh, lakini pia kuku wenye e, chini ya siku 45 hawatakiwa wapewe mkaa na majivu na kuku ambao wanakuwa wanaanzia e, siku 45 na kuendelea e, hawa utawapa tiba zote za asili ambazo huwa tunaelekeza hapa, lakini pia aa, kuna sio kila tiba za asili unaweza kuwapatia kuku. Kuna video hapa tumeshawahi kuwaelekeza zipi ni tiba sahihi za kuwapatia kuku na zipi sio tiba sahihi za kuwapatia e, kuku Niliwaeleza huku mwishoni, nitawaambia kwamba kama utawapatia kuku wako e, mkaa na majivu, hii tiba ya mkaa na majivu nivu, nivu, nivu. Aa, kuku mara nyingi waliopewa hii tiba kabla ya umri wao haujafikia au wakazidishiwa vipimo Uh, manake kuna vipimo sahihi vya kuweza kutumia hii tiba hata kama unatumia. Hii ni tiba ambazo zinatakiwa utumie kwa umakini mkubwa sana, wanapata tatizo la water bell. Water bell ni uvimbe wa maji eh, kwenye mwili wao. Kama umeshawahi kumuona kuku labda amevimba eh, shingoni, afu ukimpasua yanatoka maji, au kwenye tumbo ukimpasua yanatoka maji, basi ujue eh, shida inakuaga ni hiyo hapo, au ukimchinja kuku wako utakuta eh, nyongo Ime, vimba imekuwa kubwa sana basi, shida ni matumizi yasiyokuwa sahihi ya majivu na mkaa. Sasa tunatumiaje vipimo vyake, vipoje? Kwa wale ambao wapo kwenye kundi la ufugaji la Kingo Farm nadhani kila siku huwa tunawaelekeza. Aa, kama hujajiunga karibu ujiunge na familia ya Kingo Farm kwa shilingi 1500. Aa, jamani hakuna kitu kizuri kama kwenye kuwepo kwenye familia ya Kingo Farm, aa, kwa sababu sisi binafsi waga tunaelekeza namna ambavyo unaweza ukawalea vifaranga tokea wakiwa wadogo wa mpaka wanapokuwa wa e, wakubwa wakifikisha miezi miwili, na utajifunza kwa vitendo kabisa. Utaona namna ambavyo tunapokea vifaranga siku ya kwanza, tunawapeje mpangilio wa tiba. Kama hapa tunavyoelekeza, pia kule kwenye kundi utapata hayo maelekezo. Kwa wale ambao wanaanza ufugaji huwa tunawashauri vitabu bora vya kuanza navyo. Aa, lakini kwa wale pia ambao wana changamoto za magonjwa na changamoto nyingine, lakini wamekuwa wakifuga kwa muda mrefu, pia kuna vitabu ambavyo huwa tunawashauri wawe navyo. Kwa hiyo karibu tupigie namba ya simu hiyo hapo, ili kuweza kujiunga na familia ya Kingo Farm kwa Helini na asanteni kwa kutusikiliza. Bye bye.